Karibu, jiwe la msingi la ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Ilambo limewekwa na mheshimiwa Chatgombe Mungu, lakini tukutane tena hapa tarehe 20 lini? Kwa amri ya mwenyezi Mungu, tutakuja hapa sasa kuzindua jengo hili. Tutakuwepo wafanyakazi wachache wakianzio ambao tutawatoa sehemu nyingine kuwahamishia hapa, wakija mwapokee vizuri, mwape ushirikiano kwa hiyo nasema wote tuelekeze nguvu zetu tumalize hapa. Nimesikia kwa upendo mkubwa na furaha kubwa kwamba ndugu zangu, sasa hivi mnajipiga kifua, unajenga nyumba hapa kwa ajili ya hawa wauguzi. Kwa hiyo nakuombeni wananchi, mpeni ushirikiano mwenyekiti wenu, malizeni haya majengo. Mimi ni rafiki yenu, niacheni ni hawa si, tutabanana, tutabanana tuwamalizie hiki kituo chafu hapo vipo, huo mkataba si mzuri, si mkataba halali? kwa Mungu awabariki sana. Kwa hiyo kwa tumekubaliana tarehe ishirini hapa tunamaliza tunakuja kuweka jiwe la uzinduzi, na ile jiwe la uzinduzi litakuwa la kwangu, na ile la leo la kwangu. Mimi kama mwanamke niliahidi kwamba mimi ni mjamzito Zahanati ya Ilambo yafunguliwa. Niliahidi kwa sababu tumesota kwa muda mwingi, lakini tunaishukuru serikali ya mama Samia ikutuletea milioni hamsini kwa ajili ya ukarabati hii zahanati. Kwa kweli tunaipongeza sana sana. Hapa hii zahanati ilipo imebakiza vitu kama viwili tu. Tunawashukuru TANESCO, umeme tayari upo, bado milango pamoja na mapungufu madogo madogo kwenye vyoo na sehemu nyingine. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri na bahati nzuri mheshimiwa diwani pia anafahamu, tutaleta fedha hivi karibuni, tunaangalia ndani ya mwezi wa tano fedha nyingine shilingi milioni ishirini za mapato ya ndani kwa ajili ya kumalizia milango na mapungufu mengine na habari njema ni kwamba tarehe ishirini mwezi wa sita zahanati tafunguliwa tafunguliwa rasmi ati hii, na ambayo mkurugenzi ameahidi hapa kuleta milioni ishirini na kwamba tutaifungua tarehe ishirini. Kwanza, moja ya vitu ambavyo ninamsifu sana mkurugenzi wangu hajawahi kuwa mwongo, ni mtu anayesali sana. Kwa hiyo hiyo tarehe ishirini ya mwezi wa sita tunaamini zahanati hii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wewe uwe mgeni rasmi, nikuombe tu rasmi hapa, uwe mgeni rasmi kwenye sherehe hii.